So kama nilivyokuambia, gari yangu ni stock. hii ni engine powerful lakini unaweza kufanya vitu vingi zaidi kwenye hii engine. lakini kwangu mimi nina aftermarket ECU, na kama hii unavyoona hii ni pipe ya meth inatumia methanol, natumia petroli pamoja na meth, meth ni ya kuongeza tu octane ya petroli. Petroli yetu eh, kidogo iko chini, haina power ile inayotakiwa, ina so tunaweka meth ili ku add more power kwenye engine. yeah. meth ni kitu gani? Uh, meth ni spirit ni spirit kama hii ya vidonda, lakini sasa sisi hatutumii ile ya vidonda. Ile ya vidonda ni ya blue, hii tunaotumia kwenye gari. So unaweza kutumia pia ile ya blue, lakini haitapata ile power inayotakiwa. So hapa tunatumia ile 100% meth ambayo ni nyeupe kabisa, ni spirit lakini ni ile nyeupe pe. Nimesikia kuna baadhi ya magari anatumia baadhi ya vinywaji kama hizi pombe kali. Vipi gari yako, je, naweza kutumia pombe kali? Ya yeah, ni, ni tune tu ni tune. Gari yote sport car unaweza ukaifanyia mapping kama alivyosema tune, ambayo unaweza ukatumia petroli, lakini ukitaka ile full boost unatumia gongo. Gongo si gongo ile ya mtaani au hizi pombe kama wanavyodai, si hizo pombe za mtaani. Gongo ni ile, ni, ni kitu ambacho kinatengenezea pombe kali, so inaitwa gongo. Yeah, so hiyo ndo tunaitumia Quran. Ile ni ina power kuliko meth, kuliko mafuta ya petroli. Petroli ni powerful lakini gongo ni more powerful. Kwa hiyo ile inasaidia kuipa engine kwanza healthy na inaongeza nguvu ile 100% inayotakiwa. So gari kama hii unaweza kuwa na gari yako yoyote ikawa ina nguvu lakini haina ile nguvu inayotakiwa kwa sababu ya mafuta tunayotumia. So watu wanafanya ku map hiyo gongo ni kutafuta tu ile power ya engine basi, lakini otherwise unaweza kutumia petroli kama kuna petroli nzuri, unaweza kutumia kwa uh, hapa mbele. Kitu gani cha gharama kubwa zaidi kwenye vitu vyote hivi hapa? Eh, si gharama kubwa kila kitu. Issue ni engine tu. Engine inaweza kukosta kama milioni kumi hapa ni milioni kumi Yeah, kumizd eh? Alafu kuna aftermarket ECU hiyo ambayo inaruhusu kumap. Hizi hmm? ni wiring. Ush... Mm. Hii ni wiring ya kwenda kwenye ECU ambayo ECU yake iko ndani ya aftermarket, ambayo hiyo ndio inaniruhusu kufanya tune, kubadilisha yani mods ninazotaka hizo, anti lag, si manini manini, hii ndio inasaidia kwenda kufanya. So engine tu nahisi ndio gharama labda math ni kama 1.5 alafu front mount kama 1.6 hapo, hizo ni M e, ni milioni ya. Ndani tuingie ndani kuonyesha baadhi ya vitu ambavyo umeviongeza ndani kwenye gari. Ah, uh, ndani everything is stock. Mm. Sijagusa chochote ndani. Okay. Otherwise ni laba outside, laba kuna hizi shock up. So gari